Kulinda usalama wa raia na mali zao, na katika hali hiyo nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe, hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake, tulishashuhudia kwa wenzetu. Waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa, wanaweka nguvu kubwa yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeaona sasa. Wanaporudi kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa. Wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana, tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii.